Na mnisikize mzuri, staki kufurahisha mtu yoyote. E, hawa hawa askari wa kaunti hawa watu wanaongea hapa karibu na nyinyi, mwache hiyo kuongea. Kina mama hoye, mnisikize tu, sisi kama chama tuko na uwezo na madhumuni yetu makubwa ni kufanya chama chetu isikufe, si, si, si na chama chetu cha ODM. Nataka niulize viongozi wote, tafadhali tusilete mchanganyiko mahali Baba alituacha na akatuonyesha kwamba tutembee kwa hiyo barabara e, DJ, hiyo mchanganyiko ndio tunasema hatutaki Ndugu zetu wale ambao wako na fikra kando na fikra ya Baba Raila Amolo Odinga tunataka tuambie kwamba enda polepole pole. Chama hiki ni chetu, hiki chama ni cha watu milioni kumi na tano ambao ni wanachama wa ODM, kama chama chetu kiko na demokrasia kama wewe uko na maoni tofauti ongea, lakini msimamo wa chama sisi kama chama, 2027 lazima tutengeneze serikali. Tumekaa katika upinzani miaka nyingi, tutatengeneza serikali na wale watu wako na fikra kama yetu, watu wanaheshimu haki za kibinadamu, watu wanachukia mambo ya ufisadi, watu ambao lazima tupeleke nchi yetu mbele kama wananchi watukufu wa Kenya. Kwa hivyo, kwa sasa mpaka 2027 tunashirikiana na serikali hii ya broadbest tunashirikiana, lakini pale mbele tutajipanga, Tutaambiana ukweli, ndiposa tuinue bendera ya chama cha ODM mbele, lazima na sisi tushinde. Wale watu wa pwani wako hapo. <clears throat> Pwani imekuwa ndio kitanda ya Baba, tafadhali tusisaliti Baba. Heshima ambayo tutafanya kubwa ni kuhakikisha chama hiki kimekuwa

nataka kwamba tafadhali, na tusikosee heshima Baba.